Watu wengi wanadhani kusalisha sala ya toba ndio kuokoka. Sio watu wote wanaosalisha sala ya toba wanaokoka, ana wengine wanakuja kuokoka baada ya miezi mitatu miezi. Aa, sala ya toba maana yake ni maombi yanayokupa imani ya kumamia Yesu. a ukifuatisha kama kawaida ya kufuatisha bila kuiona imani kwenye sala ya toba tunaenda sawasawa unatakiwa ufuatishe uione sala ya uione imani ndani ya sala ya toba Uyone Yesu kama Mwokozi, imani ya Yesu kama Mwokozi ndani ya sala ya toba lazima uta, utafuatisha kama kawaida wengine wanafuatisha na bado utakuwa hujaokoka, kwa sababu walumeazi zinatuambia ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na ukiamini moyoni, ukiamini moyoni, ukiamini moyoni. Aasasa, ukishaamini moyoni ndio unafanyaje? Kwa hiyo ukisalisha sala ya toba na ujaipata imani ya Yesu kama Mwokozi ndani ya sala ya toba, tunaenda sasa